Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndugu mpenzi msikilizaji, ikiwa leo tunamaliza kipindi cha kwanza cha maajilio, karibu tusikilize maisha ya watakatifu. Leo tarehe 16 Disemba. Tunamkumbuka Mtakatifu Adelaida wa Bulgondia mwaka 999. Maisha ya mwanamke huyu mtakatifu yanatushangaza kwa kadiri yanavyotudhihirishia kwamba hata watu wenye vyeo vyeo bora huwa na matatizo makubwa, na kwamba pengine maisha yao ni magumu kutokana na kutendewa vibaya na ndugu zao. Adelaida alizaliwa mwaka 931 kama mtoto wa mfalme wa nchi ya Burgondia ambayo siku hizi ni sehemu ya Ufaransa. Kadili ya mira za wafalme wa siku zile, aliposwa na wazee wake mapema sana, yaani miaka miwili tu baada ya kuzaliwa. kufuatana na maafikiano hayo Aliolewa mwenye umri wa miaka kumi na sita na mfalme wa Italia, lakini bahati mbaya zilianza kumwandama haraka sana. Kwa ufupi zilikuwa hizi: haujapita muda mrefu baada ya kuolewa Adelaida alifiwa na mumewe, na ajabu akafungwa ngomeni na mfalme mpya. Miaka mitatu baadaye aliokolewa na mfalme wa Ujerumani ambaye aliitwa jina lake Oto. Mfalme huyo alikuwa mjane mwenye mtoto mmoja. Alimoa Adelaida ambaye alikuwa na umri wa miaka ishirini tu. Na Adelaida alimzalia watoto watano. Japo uhusiano wao na watoto wake wa kambo ulikuwa mgumu. Hata hivyo, miaka hii ilikuwa ya heri na alipendwa sana na raia zake. Heri hiyo ilikoma ghafla, mume wake alipokufa, na mfalme mpya, yule mtoto wake wa kambo, alimlazimisha kuondoka ikulu kwa ajili ya uhusiano wao mbaya. Baada ya muda mrefu kidogo, hao wawili walipatana kabisa na hali yao ikawa nzuri lakini haikudumu kwa sababu mfalme, yaani mtoto wake wa kambo alifariki dunia. Mke wake aliposhika utawala wa nchi, huyo hakutaka kumwona mama mkwe karibu naye, na hivyo Adelaida alilazimika mara ya pili kwenda mbali. Malikia huyo akafa ghafla, na ndipo Adelaida alipoweza kurudi ikulu, na mwenye umri wa miaka sitini sasa Akakabidhiwa kazi iliyomzidi nguvu na tabia yake ile ya upole. Hata hivyo, alijitahidi sana, akifanya yote aliyoweza kwa ajili ya raia zake kwa kadiri ya vipaji vyake. Kwa upande wa dini, alijengesha nyumba nyingi kwa ajili ya monaki na watawa, na hasa aliwaasihi maaskofu kujaribu kuwafundisha na kuwaongoa pagani waliokaa mipakani mwa mashariki ya Ujerumani na mara kwa mara waliokuwa wakihatarisha amani. Shughuli zake nyingi zilimdhoofisha sana, mbali ya yale magumu mengi aliyokuwa amevumilia maishani mwake. akafa mnamo 16 Desemba mwaka 999 mwenye umri wa miaka 68. Adelaida akiishi katika mazingira ya ikulu ya mfalme, aliulinda daima moyo wake wa kidini ni moyo huo uliomfanya avumilie kishujaa magumu mengi toka kwa ndugu zake na maumivu yake mengine. Upendo wake kwa Bwana ulionekana katika bidii zake na kuwapenda watu. Hivyo, licha ya maumivu yake mengi, alibaki kuwa mtu mwema na mpole na kupendwa sana na watu ambao waliiona kwake mifano mingi ya upendo wa kidugu. Takatifu Adelaida, mutuombee kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.